E, katika masuala hayo ya kisiasa na sasa, tutoke Zanzibar mpaka katika kisiwa kingine kinachopatikana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hiki ni kisiwa cha Ukerewe. chama, chama CCM, Mwanza, kwa cha mapinduzi CCM mkoani Mwanza kimeahidi kuwashughulikia kinidhamu baadhi ya wanachama wake waliokisaliti chama hicho katika kipindi cha uchaguzi mkuu uliopita, ulio, ulio kikilenga kujisafisha na kukomesha tabia hiyo ambayo kwa sasa imekithiri katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano chama cha CCM kiligubikwa na changamoto ya usaliti uliofanywa na baadhi ya wanachama wasiokuwa na nia njema ambao walitumia mwamvuli huo kuhakikisha kinashindwa katika dhima yake. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Mapokezi maalum mara baada ya mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Dr Anthony Diallo kuwasili katika kisiwa cha Nansio, Ukerewe. Lengo la kufika katika kisiwa cha Nansio ni kuungana na viongozi wa chama wa wilaya. Kwa shukuru wananchi pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wa mkoa kwa juhudi walizozifanya kuhakikisha chama hicho kinafanikiwa. <tibu> Suala la usaliti ndani ya chama ni jambo linalogusiwa hapa, kwani linatajwa kukigharimu chama hicho kila miaka ya uchaguzi na sasa tatizo hilo linaendelea kushamiri. Mambo ya usaliti mwaka tisini na tano maana ndio mfumo wa vyama vingi ulipoanza. Sasa tukaleana tukaleana elfu mbili wakaongezeka, tukasema labda inategemea mtu na mtu, labda atajirudi. elfu mbili na tano wakawa wengi zaidi mia yeah, ya dhati ya mwenyekiti Dokta Dialo ni kupambana kikamilifu na tabia hiyo kwa kufanya uchunguzi wa kina ili kuwabaini wasaliti, sanjari na kuwachukulia hatua kali. Maana usaliti sio kwenye ngazi za kata, kuna wilaya, kuna wasaliti, kuna mkoa, kuna wasaliti, hata taifani kuna wasaliti. Kwa hiyo nina hakika katika tunachosema kutumbua majipu hata kwenye chama ngazi ya juu tutafanya hivyo. CCM imefanikiwa kuiongoza halmashauri ya wilaya ya Ukerewe, hivyo madiwani wanapaswa kufanya kazi ya ziada kuhakikisha wanarejesha imani kwa wananchi. Matumaini mapya haya watayapata kwenu, nyenye madiwani, watayapata kwa viongozi wa chama. Ni matumaini yangu kwamba wananchi hawa wasije wakapita mahala wakasema ah, ni bora hata kule tulikotok tulikotoka. Hata hivyo, mafanikio makubwa kwa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza kwa kurudisha baadhi ya majimbo kutoka kwa vyama vya upinzani. Lakini lipo jambo limefanyika, mwenyekiti, pamoja na kukupongeza wewe na uongozi wako wa mkoa wa Mwanza, lakini hata hivyo, halmashauri zote za mkoa wa Mwanza, wewe kama kinara wa chama chetu katika mkoa umehakikisha zote zinashikiliwa na sisi. Mkoa sasa Heshima mwenyekiti, pamoja na shukrani alizopisha zitoa, na mimi nitumie nafasi hii kwa niaba ya madiwani wenzangu, tunakushukuru kwa ushirikiano wako mkubwa na jitihada ulizoonyesha kwa kuikomboa wilaya yetu yokelewe, hatimaye tukaunda halmashauri pamoja na kumpoteza mbunge, lakini kwa kazi kubwa uliyoifanya katika mkoa wetu wa Mwanza katika majimbo yetu yote Uchaguzi wa mwaka 2015 umekifanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola katika majimbo manane ya mkoa wa Mwanza. Kimefanikiwa kunyakua majimbo saba na jimbo moja la Ukerewe kurudi chama cha upinzani, tofauti na mwaka 2010 ambapo chama cha upinzani kilimiliki majimbo matatu. Sudi Shabani, Star TV, Mwanza.